Idara ya walimu imetajwa kuongoza kwa watumishi wake kuhama kwenda maeneo mengine ikilinganishwa na wanaohamia ndani ya halmashauri hiyo licha ya kuwepo kwa mahitaji ya walimu kwa baadhi ya shule. Hoja hiyo imetajwa katika kikao cha kawaida cha baraza la madiwani wa halmashauri ya Wilaya Morogoro na hapa mwenyekiti wa halmashauri Lucas Lemomo akatoa ombi kwa serikali na ofisi ya katibu tawala mkoa wa Morogoro kudhibiti vitendo hivyo pamoja na kwamba ni haki zao, lakini mtu hata ana, ana miaka mitatu, mara baada tu ya ajira anatamani ahame aondoke. Kimsingi ni kama hii sio haki, wasitoe uhamisho e, wa mara kwa mara na kutoa maelekezo vimemo hivyo vyote vifutike, ili hawa watu ambao wameomba kuajiriwa na wakati wanaomba ajira wamesema hata baa, wanasema nitafanya kazi mahali popote nitakapokupangiwa na muajiri, lakini wengi wakifika huku ni waongo, wanaenda kuforce vyeti mama daktari hayo nayo yachunguze vizuri. Ina asili kwa kiasi kikubwa, kwa sababu bila kuwa na walimu wa kutosha hatuwezi kupata elimu bora, kwa unaenda kukuta kuna shule nyingine ina walimu wawili tu, hawezi kujipanga kwa wanafunzi hasa wa darasa la nne na wanafunzi wa darasa la saba ambao wanaenda kwenye mitihani yao, kwao tunashindwa kupata elimu bora kutokana na uchache wa walimu na uhamisho ambao walimu wanaendelea kuhama katika halmashauri yetu. Watumishi waliohama arobaini na watumishi waliohamia kumi na tisa Inaonekana watumishi kwenye wilaya yetu wanaondoka sana. Sasa nini kifanyike ili kuhakikisha hawa watumishi tunakuwa nao na idara kubwa ikiwa ni walimu? Mkurugenzi Mtendaji Halmashauri ya Wilaya Morogoro Jeshi Lupembe amekiri kuwepo kwa tabia ya watumishi kuhamia maeneo mengine, miundo mbinu mibovu ya barabara na maeneo muhimu ya utoaji huduma ikiwa ni miongoni mwa sababu za watumishi kuhama akiomba wataalamu na viongozi wa kisiasa kuungana pamoja kuweka mazingira rafiki kwa watumishi. Sisi wataalamu pamoja na nyiwe wanasiasa, wakija watumishi tuwawekee mazingira mazuri, hata kushauriana nao hata wee, mheshimiwa diwani, mwite mtendaji, mwite mwalimu, tufanye hata visherehe vya kule kwa kule, hata nawewe kumpa shamba, endelea kulima, tuna kukodisha kesho ananunua. Oh, sote tushirikiana kutoka Morogoro da Malimagai, Clouds TV.